Charles Ahuoa amegoma kuongeza mkataba mwingine na Simba Sport Club, ambapo imeelezwa kwa taarifa za ndani kabisa zinadai like kwamba kiungo mshambuliaji wa Simba Sport Club Jean Charles Ahuoa amegoma kuongeza mkataba na klabu hiyo baada E, baada ya kwamba amekuwa akipewa muda mchache sana kwenye mechi, jambo ambalo halimfurahii hata kidogo. Kwa mjibu wa chanzo cha ndani kabisa kinadai kwamba kitu kilichopelekea Jean Charles aweze kugomea kuongezea mkataba mwingine e, na klabu hii ya Simba Sports Club, licha ya kuwa amefanya vizuri zaidi kwa msimu uliopita mpaka kawa top scorer wa NBC Premier League, lakini akafanya vizuri, sababu zake zinaweza kuwa ni za msingi kwa kudai kwamba yeye hafurahishwi na kitendo cha kocha kumpa muda mchache wa kuweza kutumikia klabu, hicho jambo ambalo yeye halifurahii kabisa. Jean Charles ambaye amejizolea umaarufu kwa kuweza kufunga magoli kupitia mipira mingi iliyokufa eh, ya dead ball hiyo, iliweza kumpelekea kuwa maarufu zaidi, lakini ikiwa inaeleza kwamba huenda wachezaji wengi wa Simba Sports Club ambao wanafanya vizuri kwenye klabu hiyo wengi wamekuwa wakihitajika na klabu ya Yanga ili mlengo, lengo tu klabu ya Yanga kuweza kuisambaratisha Simba Sport Club kwa kuwa inaelezwa kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza chini ya kiwango ili waweze kuondoka kutoka kwa klabu hiyo au waondoshwe, ili waweze kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Yanga ambayo imekuwa ikiwahitaji wachezaji eh, ama wanafanya vizuri kunako klabu ya Simba. Wachezaji hao ni pamoja na Eli Mpanzu, ambapo ameeleza kwamba Eli Mpanzu naye ipo mbioni kuelekea kunako klabu ya Yanga kwa msimu huu wa dirisha dogo. Lakini Jean Charles Ahuoa yeye haijaeleweka kwamba ni wapi ambako anaenda, ila sababu ambazo amezitoa ni kwamba yeye anaona hafurahii jambo la kupewa muda mchache yani kocha ampe dakika eiza sitini au sabini yeye anataka cheza dakika zote tisini e, za mchezo katika michezo yote ambayo atakuwa yupo tayari kuweza kucheza hivyo ameona kama hawezi kutengeneza jina vizuri na wala hawezi kukuza kalia yake ya mpira kama atakuwa anapata muda mchache kama ambao anapata kwa sasa kuna kwa klabu ya simba sport klabu chini ya kocha wao mpya kabisa ambaye amesajiliwa hivi karibuni